Katika taarifa iliyogusa nyoyo za maelfu ya Wakenya, mtangazaji maarufu Michael Njenga ameibuka hadharani na kufunguka kuhusu safari yake ya kupambana na msongo wa mawazo. Ufunuo huo umesambaa kwa kasi mitandaoni na kuibua mazungumzo mapya kuhusu afya ya akili nchini Kenya. Kupitia video ya moja kwa moja, Michael alieleza jinsi alivyokuwa akipambana kimya kimya, huku akiendelea na kazi yake ya utangazaji. Alikiri kwamba kulikuwa na wakati ambapo maisha yalionekana kutokuwa na maana huku akijifungia na kukosa mtu wa kuzungumza naye. Alisema msongo wa mawazo ulikuwa mzito kiasi cha kuathiri kazi yake, mahusiano yake binafsi na hata imani yake ya kidini. Lakini hatua ya kwanza ya kupona ilianza pale alipoamua kuzungumza kwanza kwa mtaalamu wa afya ya akili kisha kwa marafiki wa karibu jukwaa hilo kuwahimiza wakenya kutovumilia kwa kimya changamoto za kiakili alisisitiza kuwa hakuna aibu katika kutafuta msaada wa kisaikolojia na kwamba mtu anaweza kuwa na mafanikio makubwa lakini bado apitie msongo wa mawazo aliwaomba wazazi wa ajiri na viongozi wa jamii kuchukulia kwa uzito suala la afya ya akili alisema tuache kuona kuwa wanaume hawapaswi kulia au kuonyesha udhaifu Udhaifu wa kweli ni kukataa msaada. Baada ya video hiyo, mitandao ya kijamii ilijaa jumbe za pongezi na shukrani. Watu wengi walimpongeza kwa ujasiri na kusema kuwa amewasaidia kuona kwamba hawako peke yao. Aidha, baadhi ya mashirika ya afya ya akili yameanza kumwalika kushirikiana nao kwenye kampeni za uhamasishaji, jambo linaloonyesha athari chanya ya ufunuo wake. Safari ya Michael Njenga ni funzo kwa jamii nzima, kwamba ni sawa kutafuta msaada na kwamba sauti za walio maarufu zinaweza kuleta mabadiliko makubwa. Hii ni Daily News Podcast, kwa habari zenye mguso wa kweli. Usisahau kusubscribe, kushiriki na kuacha maoni yako, tuendelee kuzungumza kuhusu afya ya akili.